Karibu Kilimo 360 kuna ndugu yetu mmoja alionyesha interest kwenye comment na akawa kidogo kama anawasiwasi, japo ana nia ya kufuga. Sasa na ishu kwake imekuwa gharama ya chakula na namna ambavyo anaweza kuraise nguruwe wake. Sasa kwenye ufugaji wa nguruwe, kuna mambo kadhaa. Jambo la kwanza ni miundombinu ya nguruwe infrastructures, ambazo hapa tunazungumza mabanda haya, na mabanda yapo ya namna tofauti kidogo. Kuna mabanda haya kama ambavyo tunaona ya kwetu hapa, tumeweka mabanzi chini, tumepiga sakafu kawaida hivyo zege hapo, na juu tumeweka mabati na aina nyingine inaweza ikawa imejengewa kwa matofali ya, yani, namna yote ambayo yanapatikana kwenye maeneo husika. Inawezekana matofali ya blok au ni matofali ya kawaida ya kuchoma. Na ukishakuwa na hilo banda ambalo pia kwenye kwenye mabanda hayo kuna ambao chini wanaweka simenti. Na kuna wapo ambao wanaweka ile mabanda ambao hayatoi harufu ambayo wanakuwa wanaweka pumba. Ina yale yanaonekana kwenye ujenzi wake ni rahisi, lakini pia yana changamoto zake, kwa sababu lazima u, ehe, paende chini kidogo na ujaze pumba pumba za kutosha, kuna gharama pia. Kwa hiyo gharama ambayo ni nafuu ni kuangalia material ambayo yanapatikana kiurahisi katika katika eneo lako, hiyo ndiyo namna bora ya ku, kuwa na banda lenye gharama nafuu. Mathalani kwetu sisi jirani kuna, kuna viwanda viwanda vingi sana vya mitiki, kwa hiyo haya mabanzi kuyapata ni, ni kwa gharama walau nafuu. Zamani ilikuwa una ulikuwa unakwenda tu unajaza kama ni bajaji au na pikipiki Eh, lakini baadaye wakaona biashara nzuri wakaanza kuchaji chaji kidogo, eh, lakini hayana gharama kubwa kihivyo. Kwa hiyo kwa kwetu haya sisi sio sio gharama sana, kwa sababu upatikanaji wake upatikanaji wake uko vizuri. Ukisha kuwa na mabanda yako, hakikisha unakuwa una mbegu na mbegu bora, una mbegu bora na anza pale unapoweza kuanza, jikune pale unapoweza kufika. Usitake kujikuna mbali sana <coughs> sehemu ambayo wakati fulani huwezi huwezi kufika. Kwa, kwa ambaye anaanza aangalie namna bora ya kuanza taratibu, huku akijifunza na kuona hii kazi na inakwenda inakwenda vipi tukiangalia nguruwe wetu hapa e, wako watano. Mwanzoni tulikuwa na, vi, na vitoto vibwagala saba. Kuna banda moja tumeweka vibwagala watatu, majike wawili na dume moja, na hapa tuna madume manne wale wauzao mmoja, na tumeongeza juro huyo mwekundu e, ndio hayo katika namna ya kuanza kuimprove kwa mbegu kwa muda ambavyo una- unakwenda una tumeongeza tume hiyo tume jura na yule dume ambayo tulikuwa tunaye hapa, tulikuwa na uamuzi na wa kuja kumuuza kutokana tayari age go na, na hapa sisi tuna majike mawili kwao, tunapiga sababu mbalimbali mbali na, na sababu pia za kibiashara kwa sababu wale nguruwe wetu majike wetu wawili wamesha wameshapandwa na sasa hivi wana mimba wote. Kila mmoja wana mimba ya mwezi mmoja na siku kadhaa, na huyu pia ana mimba ya mwezi mmoja na siku na siku kadhaa. Kwa hiyo hapa tuna miezi baada ya kuwapandisha, kwa hesabu zetu za kawaida na za haraka haraka, miezi minne ambayo miezi mitatu wiki tatu siku tatu kwa kubeba mimba na kwa kunyonyesha, hapo tunaenda kama tuna miezi miwili. Baada ya hapo tu tuna muda wa kuwatoa watoto na nguruwe akae walau mwezi mmoja kwa ajili ya kuja kupandishwa. Kwa unaona kuna, tayari kuna, kuna, gepu, kuna gepu kubwa ya muda ambayo tukiendelea kukaa na yule dume angekuwa anatula chakula bure tu, tuseme hivyo na kuna mtu anaweza akajiuliza labda au kuona kuna fursa ya kupandisha kupandisha nguruwe kwa watu wengine, labda kuleta majike au kutoa dume. Hiyo e, watu wanafanya, lakini sasa hivi kila mmoja amekuwa anahakikisha ana dume kwenye banda lake, na hiyo ndiyo slogan kwamba hakikisha unakuwa una dume bandani ili usipate shida, kwa sababu sasa hivi kunakuwa kuna magonjwa mengi, unaweza ukatoa dume au ukaleta jike ndo kajikuta umeleta kitu ambacho kitakufanya ku, kita ushike kichwa. Kwa hiyo huwa hatu hatufanyi hiyo sisi. Dume ni kwa ajili ya majike ambayo tunayo hapa shambani shambani kwetu. Shamba ni dogo, lakini as time goes tuna plani ya ku extend ku extend ile eneo ambalo limebaki hapa hivi. Tuna plani ya kuja ku extend hapa eh, papa na distance kubwa tu ya ku plani kuja kuextendi banda letu na kwa hapa hivi ili bado na wenyewe halitumiki. Ehe, lakini bado tuna miundombinu ambayo inaweza katu ika accommodate nguruwe wengi zaidi ya ambao, ambao tunao hao. Madume wako vizuri, na hapa tutawalisha na baadaye kuja kuingia kuingia sokoni. Na hapa manake, tuna option mpaka sasa hivi ya kuwa na madume madume mawili huyu hapa huyu, ehe, pamoja na huyu juro huyu, huyu juro huyu, ndio ambao tutakuwa tutakuwa nao kama madume kwa ajili ya kwa ajili ya, kwa ajili ya banda letu. Ehe, angalia vyema unapokuwa unachagua mbegu mbegu bora kwa ajili ya ufugaji wako. Ehe, na namna ya kuchagua ni ile kwamba at least nguruwe awe ana chuchu kumi na mbili kwenda juu, kumi na mbili wengine, na kumi na nne mpaka na zaidi, lakini asipungue hapo. Na hata vidume vile unakuta vina vichuchu vichuchu, vile ukiweza unavihesabu utapata ubora huyo wa kwamba nguruwe wako ambayo nataka kumieve kum kama mbegu kwenye banda lako zaidi na zaidi. Weka miundombinu yako taratibu, anza banda lako hata moja ambalo halitakugharimu sana. Weka dume hapo na jike lako, mwezi mmoja, miezi miwili, unaongeza banda la pili, ehe, hivyo hivyo, taratibu kuliko kuanza kuanza kwa kwa nguvu kubwa, kwa idadi kubwa mifugo, ambayo baadaye inaweza ikakuletea changamoto katika utunzaji. Ni hayo tu. Kama una cha kushare nasi, share nasi kwenye comment, like content zetu, subscribe channel yetu, na kama una swali endelea kuuliza nasi, tuta tutaandaa video fupi ya kujibu kile ambacho umeuliza. Karibuni sana.